Kingine, kwa sisi mikataba inakuwa ni mdogo, mkataba unaweza kuta mkataba wa mwaka au miezi sita. Kwa sisi madereva, mkataba wa mwaka unakuwa unatubana sana kwenye kulinda ajira zetu. Yaani, tunaomba tuongezewe mkataba ambao tunaweza kukopa benki na ukalinda kazi yetu, sababu mkataba cha kwanza ndo kila kitu. Kingine, kwenye usafi, mambo ya sasa inakuwa inatuwia ngumu kupata haki zetu kama NSSF, bima ya afya inakuwa shida. Kwa mimi mwanamke, naweza nikijifungua nikiwa nipo na, na, na ujauzito lazima kwa ile miezi mitatu na maternity leave. Sasa kwa ile miezi mitatu ambapo sina bima afya, lazima nijikaze mwenyewe na bila kusafiri siwezi kupata hela, maaki nakuwa narudi tena chini mpaka mtoto aje kukua nitoke naweza nikakaa miezi sita nikiwa nimefanyia operation, na kwa sisi ambao tunaendesha magari, kwa mwanamke anaruhusiwa angalau akae miezi sita ili apone kabisa. Sasa ile miezi sita, huwezi kusubiriwa miezi sita yote upo nyumbani alafu urudi kazini tena. Hapo utakuta kazi itakuwa ishaacha, unaanza kutafuta kazi nyingine tena, senga senga senga. Ndugu yangu, rafiki yangu, mwenzangu katika mapambano, niliposikia taarifa za kifo chako nililia, lakini nilikaza moyo, nikaacha kulia, nikaanza Maka kuchimbua makabazi na kufukua kumbukumbu kumbu zangu kumbu za mapambano dhidi ya makaburu waliouziwa benki benki yetu ya taifa ya biashara, yaani NBC. Ukiwa tuiko wakati ule kiongozi shupavu wa wafanyakazi mwenye msimamo thabiti na no ukereketwa usiyokifanya wewe Ue senga pamoja na dada yangu marehemu Jenerosa wa NBC, dada asiyetikisika wala kuyumba kimsimama. Tulishikana mikono tukapambana bega kwa bega hadi ushindi ukapatikana. Katika mapambano yale, nilifarijika, nilishawishika na imani yangu ya miaka mingi a nyakati za ujana wangu irejea imani kwamba